Ndugu katika Kristo, karibu katika kipindi ukipendacho cha Neno la Uzima. Tunaendelea na somo letu kuhusu toba katika kitabu cha Zaburi hamsini na moja na tu katika mstari wa sita ambapo Daudi anasema, unifanye kusikia furaha na shangwe, na mifupa ulioiponda ifurahi. Daudi anatambua kwamba hatia ni kitu ambacho kinaondoa furaha katika maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo, Daudi alipofanya dhambi, amejikuta ni mwenye hatia na hiyo hatia imeondoa furaha, na ndio kwa sababu anasema katika mstari wa nane: unifanye kusikia furaha, uirudishe furaha yangu Bwana. Na anaendelea anasema, mifupa uliyoiponda ifurahi. Kwa hivyo, Daudi anasema umeniponda, umeiponda mifupa yangu Bwana, urejeshe furaha ambayo hatia imeichukua. Kwa hivyo, ni kitu ambacho tunajifunza kwa kwa Daudi hapa ya kwamba wakati mtu ana hatia ya dhambi na hiyo hatia inaondoa furaha, na ni Mungu pekee ambaye ana uwezo wa kurudisha furaha wakati tunapomsogelea katika toba uh, halali na ya kweli. Kwa hivyo, Mungu atusaidie na turudishie furaha tunapomsogelea na tukimwambia, utusaidie, tusaidie kupitia Roho kwa Mtakatifu ili turejeshewe furaha ambayo hatia imeichukua. Kwa hivyo, Mungu atusaidie sana.